Yeah, bwana. Mimi naitwa Tajiri Ng'ombe kama kama kama unavyoelewa. Eh, leo nimeamua kutengeneza mishikaki ya maini. Si mishikaki ya ambayo umeshaizoea, lakini ngoja nikupeleke jikoni. Lakini kabla ya kwamba kwa tujenda huku tujenda kwenye pande ya uchomaji wa nyama, uchomaji wa hii mishikaki, nataka nikukumbushe kwamba eh mishikaki au nyama nzuri sio inaanzia jikoni. Nyama nzuri zinaanzia shambani. Sasa shambani niko kule alikuwa ni ng'ombe na afukeni wa So bila ku, bila kupoteza muda, ni kukumbusha kwamba sisi pia tunanunua ng'ombe wa nyama kwa ajili ya kunenepesha. Kwa hiyo tunashirikiana na wafugaji mbalimbali na kadhalika. Kwa hiyo leo tuna maini ambayo imetoka kwa mfugaji mmoja ambaye ametuletea me, me, ngombe aina ya Nyankole, ng'ombe wenye mapembe marefu, wenye sifa ya urefu wa miguu na pembe marefu, lakini nyama nzito pamoja na ukubwa wa mwili. Sasa tuanze tu leo kwenye maini yake. Sasa unajua, sisi koko kitu tunatia kitu kingine kaalisha pia. Kingine sasa noma zaidi na kuwekea na asali. unajua imegeia asali, imegeka asali kwa sababu wakati ouki anachoma mishikaki kuwa kuna moshi wa, wa mkaa na so, hii asali inakusaidia kupunguza moshi, lakini pia inakusaidia kupunguza harufu ya moshi kwenye mishikaki. Watu wengi wanasema jiko la grili halina roho ya mkaa, na mimi nasema tatizo sio jiko, tatizo ni ufundi wa mpishi mos. Mishikaki niliyoweka hapa yote ina nyama tatu tatu, sikini nani anataka concept ya kuweka nyama tatu kwenye mishikaki eneo yani? hiyo tutarudi siku nyingine. Leo tuendelee kwanza na kuchoma mishikaki ya maini wazee. Lakini ukweli ni huu, ladha kama hii haianzi jikoni. Ladha kama hii inaanzia kwa mkulima mnenepeshaji na mfugaji kule kijijini, ambapo kupata maini kama haya laini, kama haya mazuri, kama haya yenye juisi kama hii, yanatokana na ng'ombe mwenye lishe bora, aliyekunywa maji ya kutosha, aliyeandaliwa tayari kwa ajili ya hii. Kama una ng'ombe unanenepesha ng'ombe wa nyama unauza, kuna ng'ombe ulioandaa kwa ajili ya nyama, sisi tupo kwa ajili yako, tupo tayari kununua ng'ombe wako kwa heshima kabisa. Mitandao yetu yote iko wazi wakati wote, namba zetu zote za simu zinapatikana na masaa yote, tupigie. Tupo kwa ajili yako, kwa ajili ya biashara ya, tupo kwa ajili ya kuwalisha Watanzania nyama nzuri na nyama bora kabisa. Kama una ng'ombe unanenepesha, dm au acha comment. Ng'ombe bora, radha bora na kama unapenda radha halisi ya Tajiri sababu kutofolo, maana hapa tunasema nyama ikikaa vizuri, biashara inakaa vizuri.